Tuko tayari sisi okay. So eh, kwanza nitaanza na kuwashukuru media kwa, kwa wingi kuanzia airport mpaka hapa mali kusika kwa press conference yetu ambaye tulikuwa tumeitisha. Lakini kwanza kwanza nitakaribisha ndugu zangu kutoka Tanzania, karibuni sana Kenya, timu nzima karibuni sana Kenya Kenya tumewasubiri kwa muda, tunawapenda sana ndugu wetu kajuu. Lakini sitaendelea sana, mpaka upatie fursa Ibra, ndiye ataanzisha hii conference, alafu tutamalizia hapo. So Ibra, karibu sana. Uh, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi uh, Mungu, leo kwa mara ya kwanza kabisa na waandishi wa habari Tangia mambo kia, api, nine, nine. Nine, apa, uh, ya wetu pia hapa to, kwa sababu kuna vitu vingi vimeendelea, lakini kubwa iyo tuleta hapa tikutambulisha uongozi wangu, hata kama oya peni sa liko na sam ama pembeni. Kiongozi wetu hapa ni artist manager, lakini pia tuko na nontawamu ambaye ni business manager, lakini pia tuko na afisa wetu aoawetu afisa mawasiliano anahitaji ei kufanya biashara na wake. Ndio timu yangu, na wapo watu wengi ambao hawako hapa ni timu, lakini hii ni timu yangu. Kwa ufupi, ni watu ambao msimama smaa Unadhani mimi kwa faida ya mtazamaji ama msikilizaji usitukuzini sasa. Unizingatia nini kwa kuchukua hao? Alafu, unatarajia kwa kusaidia kitiki international show, locally endorsement na kama watakuwa open kupata na maybe kazi na wasanii wengine. Uh, kikubwa ni kusukuma gurudumu la muziki wangu, kwa sababu naamini mimi ni kijana ambaye anahitaji kwenda mbali zaidi kufanya kazi na watu wengi, lakini kuafikia hao watu ni lazima uwe na watu ambao wanaweza kusimama. Sio kila mtu atakayepiga simu au atakayetaka kujengea nami kufanya kazi basi so, basia, lakini kuna watu wengine pia wa kilichozingatia kwa, kwa. Yeah. Yeah. Uh, ni umahiri wa kufanya kazi lakini pia uh,

Uh, nazani watu waendelee tu kuwa karibu na mitandao yangu ya kijamii wa na, kwa sababu ile ndio sehemu pekee ambayo naweza kuelezea chochote uh, ambacho kinaendelea kinachohusiana na kazi zangu, lakini watu wategemee kuendelea mziki mzuri, kwa sababu na mimi nafanya kwa ajili yao. Alafu mwanangu, chinga, swali langu hapa ni lebo, movement fulani tu, ni familia, ni familia ambayo uh, imesimama Mziki wa Ibra e, lakini panapo majaliwa, kwa sababu sisi pia tulisaidiwa. Siku tukipata kipato ambacho tunahisi kabisa tunaweza kuwashika wenzetu mikono ambao wana uhitaji na wanaatawasha mikono. Ukiangalia mziki wako ni mziki ambao mm -hmm. una inspire so many people outside there. What nini imekusaidia ku maintain kwenye mziki, kwa sababu unapata uh, kuna wasanii wengi ambao wapo, wengine wanachoka wanachana na mziki, ila wewe bado uko pale na bado unaendelea kufanya vizuri. Mimi uh, cha kwanza naamini sana kwenye nguvu yangu na sehemu ambayo naekeza akili kwa sababu ni kazi yangu. Kinachoitwa kazi ndio kinachoendesha maisha yangu. So siwezi kuchoka maisha yangu. Mm-hmm. Yeah. Mtu anaweza kujiuliza kama Ibra afanye muziki, ni kitu gani mm-hmm. kingine anaweza kuwa anafanya kando na muziki? Mm-hmm. Sijajua kingekuwa ni nini, lakini ni, ni biashara kama biashara nyingine. Mm-hmm. Sipo ambazo biashara ambazo tunafanya lakini sio nitaka front kabisa kwamba hii ni biashara ya Ibra. Biashara yangu ni muziki. Mm-hmm. Yeah.

Yes. Again, basi unique, from the rest. na itakuwa na tutarajia, sababu wasanii wengi wakiingia kwenye level hawana yes. uhuru wa kufanya kazi, hawana uhuru wa kujua biashara vile vile, hawana uhuru wa kujieleza. Mi nadhani kikubwa ni, ni kuangalia tu misingi ya biashara biashara. Ili mtu afanye biashara na awe huru zaidi, natakiwa apewe space ile ya kuelezea nachoi kukifanya, kwa sababu ukimweka kuwa tight anashindwa kuintroduce ile wazo lake ambalo anahisi yeye kwake ni biashara yeah. So tuko vizuri, na itakapokuwa tayari pia mtajionea kwa sababu atopicha chochote. Yes. kuna utofauti wa na uh, kwa sababu Tanzania kuna ile kundi najua, kundikundi kuna timu safi, kuna timu Simba. Tutarajie kuona n na ofisi wake na timu yake. Uh, sisi hatuna tabaka na mtu yeyote kwa sababu ni, ni familia yenye ni upendo na watu ambao sio sio kama tumeanzisha hichi kitu au tumefanya hichi kitu kwa sababu tunahitaji kupingana na mtu. Sisi tuko hapa kuangalia maendeleo yetu, hata sio ni familia za kimasikini sana. Tunachohitaji ni kupambania maisha yetu, kupambania biashara zetu zikae sawa, lakini huwezi kusimamisha biashara kama watu kama kina Dore kama kina Saba kamati na sister wangu Aline hapo, watu ambao wanaweza kupigania hizo vitu kuweka sana. Mm -hmm. Ya kwa hatu kwenye competition na mtu yoyote, sisi tupo kwenye competition na biashara yetu kikubwa zaidi. Mm -hmm. Iwapo kuna msanii atatokea, labda amependa amependa kujoin Oya Game, angependa kuwa part of you. Yeah. Are you ready and maybe what utumbini mtaangalia labda kumuingiza kwenye team? Uh, nadhani nadhani ni biashara biashara yote, panapokuwa na makubaliano ya biashara kunakuwa na maandishi au inategemea na nyinyi mmekubaliana nini. Ko inategemea na sisi tutakubaliana nini. Mm -hmm. Yeah. N ni swallangu niili hapa kakangu, naona hapo kaka mkubwa hapo, Don, of course ni wa Kenya, alafu Samuel huko ni wa Bongo. Sasa ina collaboration kwamba umeka management yako na washikaji wa Kenya. yeah. ina maana gani katika diversity ya muziki wako? How does it mean kwa diversity ya muziki wako? uh, cha kwanza kabisa ni East Africa kabla ya kwenda popote East Africa na Africa. Awa leo aana hapa ni wachache, lakini wako wengine, wako mameneja wako South Africa, wako mameneja wako Nigeria, kwa sababu ya ku support muziki unajua. Uh, leo ukitaka kupromote vizuri muziki Nigeria, ni lazima uwe na mtu ambaye anajua kufanya PR na Nigeria. Muziki natakiwa like, ni upeleke wapi na wapi, isukumba wapi na wapi so Watu wakae tayari, tuko kupokea msiki mzuri, na naamini timu niliko nayo ni timu ambayo ina nguvu sana, okay. tuko faru sana uh -huh. Swali kwa Don Don, iko yes. Na swali kwako, unahisi vipi kuwak na whole team and to expect, nitarajie nini kutoka kwako? Uh, thank you Trudy, but nitasema, kuna kitu ibra amesema. mm -hmm. Sisi kuwa pamoja haikuanza jana majuzi. mm -hmm. Tumekuwa sana chini ya meza, mm -hmm. na mambo mengi, kwa sababu ni ndugu yangu mdogo so tumekuwa kidogo na ile urafiki So, eh, kitu tunatarajia ni kitu tofauti sana na vitu ambavyo vinafanyika. Tunatarajia kuwa na platform tofauti tofauti za kibiashara. Sisi kazi yetu ni moja, ni brand ndio brand, kazi yetu ni kusukuma gurudumu na toka hapo pia mimi kuwa katika board ama management ya Ibra ilikuwa kwanza kuleta kazi zetu pamoja, culture kuzikutanisha Afrika Mashariki. Yani hii ni mara ya kwanza inafanyika, msanii A-list kutoka Bongo ana accept part of the management bila nuclear ndani kutoka nchi nyingine, so tulikuwa tunaangalia mbali to spread our wings across borders, yani beyond borders so. Na hiyo ndio ilikuwa sababu ya sikaachini proposal, ikakaa iko sawa, kaandika sa kwa mtazamo wetu na barabara yetu tunaona A na tunaona Z. So tunaona mahali pa tunaenda, na vile vile tunataka kwenda na vile tutapita hizo barabara so it's a very very very very different organization uh, <coughs> biggest, uh, in the it's a different organization. Hii ni kwa sa ya kwako Ibra. Swali langu kwenye industry ya music who are your biggest, uh, influencer in music both in Tanzania and internationally? Mimi nadhani unajua kitu kizuri hakitukani katika eneo moja. Mimi napenda kuangalia vitu tofauti, kwa sababu naamini kwenye vitu vingi vizuri kupatikana kimoja vizuri zaidi, so minasikiliza mtu yoyote, nafuatilia mtu yoyote ambaye anahisi amefanya kitu kizuri a Yeah. Uliweza uh, yes. Uh, kuzungumzia na kusikia mziki wa Kenya basically geto yeah. to yeah. kamajamea yes. E, kawaida tuweza kuona wasanii wa Bongo wakija Kenya, tuazama atamasha mbalimbali, lazima atoke at least classy at yeah. kama maybe itatokea ama itatokea maybe meja na msanii mwingine, una hisi arudi Bongo utakuwa mali manake if gengi kwa hapa lazima kuna kazi ambazo zinakuja. No, yeah. Uh, yeah, watu tofauti of mashabiki na na na wa Kenya. Uh, we are cousins, right? <laughs> So Wakenya hatuna hatuna hatuna so, haja ya kuweka competition, kukombana kombana, kupishana pishana kwa sababu sisi ni kitu kimoja na tunahitaji kusukuma mziki wetu kusogeza mbali zaidi. Uh, nimefanya na Jovi lakini la like, uh, Chibedi lakini zipo nyimbo ambazo ziko ndani mfano wa wasanii wengine wa Kenya, uh, na kama itatokea msanii yeyote like, anahitaji kufanya kazi na mimi, hamna mipaka, lakini contact to management like, bana nafanya kazi na Ibra nafanya, lakini pia mimi mpaka kuondoka Kenya aliwaidi wa Kenya kwamba nitafanya kazi na wasanii, sio msanii mmoja wa wengi wa watatu, yani yes. Alafu Ibra uhusiano wako wewe na boss sasa hivi tuna unaongeleaje? Mko sawa na ama bado kuna mvutano hapa na pale? Kila mtu anahitaji kupambania kitu anachoamini kwamba ndoto yangu anahitaji kufanikiwa k

kwamba kuna tamasha ambazo inafaa uende, shows ambazo inafaa inafaa upige, kuna kuna Eldoret pia na vitu kama hivyo, tueleze taratibu za kila kitu. uh, nadhani kwanza nianze kwa kushukuru uongozi na serikali ya Kenya sababu kivinia, uh, ni azira, kwa sababu kipindi ambacho nili kuja Kenya nilijiuliza nianzie wapi, kwa sababu sasa hivi unajua kuna tofauti ya mitandao ya kijamii na vitu vingi, so nikaona kabisa nikianzia kwenye serikali nitakuwa ni kitu kizuri zaidi na nitakuwa niko very nitakuwa na confidence ya kutosha, kwa sababu ni wao ndio wana run serikali ya Kenya. Wao ndio wana wa, watu wote wanaongea huko kwenye social ni watu hao. Lakini pia ndiofika kwa barozi um, alinipa ujumbe kwamba sisi Kenya na Tanzania ni kitu kimoja, lakini pia wanaosumbua sana ni jenzi wenzio <laughs> Kwa ukipata muda wa kuongea na jenzi wenzio ongea na <laughs> Uh, niwagusie tu jezi wenzangu kwamba amani ni kitu cha muhimu sana. Hamna kitu kizuri kama amani, na pasipo na amani, basi hamna maendeleo, hamna vitaka kuendelea kufanyika. Mi nafurahi sana kama hivi, nimekuja Kenya, watu wamenipokea vizuri, nimeona mapokezi yangu ni mazuri na furaha. Najisikia kama Kenya ni nyumbani, kwa sababu tangu naanza kufanya muziki Wakenya wamenisupport sana sana, wamenipigania sana, sana, sana. Nyumbani Kenya

ambalo wakaamua kufanya kazi na hao wote. Kile unachokiona hapa mbele kimehusika kutimiza hiti ambacho kinaenda kutimia ama lok ni hospitali kubwa. Nikipata wasaa insha Allah nitatembelea niende nikatembelea hata wagonjwa kama kuna chochote cha kufanya kwenye tofauti, na sasa hivi unaingia uh... <laughs> tofauti kabisa, hii ni kitu ambacho unahisi <laughs> kwamba akitokea msanii ambaye ataingia kwenye, ninadhani ni kwenye kusimamia tu misingi wa, wa, wa ya watu kuwa huru zaidi kufanya kazi kwa upana wa mawazo yao zaidi kuto right. Kuwaweka kwenye vipindi ambavyo hawawezi kufanya chochote, hawawezi kujiamulia hata kile kitu kidogo ambacho wanaona wanaweza wakafanya, kwamba ni kama mchango. Kwa sababu uh, unaweza ukawa na kampuni lakini usipojali usipo mtu ambaye ni wa chini kwenye hiyo kampuni au kumpa misingi mizuri kwenye hiyo kampuni, haiwezi kuwa kampuni tena, yeah. so yeah mi nadhani ni kusimamia zile haki ambazo naamini kabisa mtu akajisikia vibaya au akawa tofauti aaa

jina game sababu tukitoa ya yeah. tuongeze zazi konde game <laughs> kuna wale ambao watahisi maybe unarudi kwenye <sighs> industry kumpigana aliyekuwa boss wako, huenda <sighs> no. maybe italeta issue no. na kutumia jina same same na ile game no uh, game kama nilivyotangulia kusema ni familia, ni familia ambayo uh, a leo, wakati hujafika hapo kwa mwandishi wa habari, kuna ndugu zako ambao walipambana kwa ajili yako leo wakionekana na wewe hawawezi kuitwa jina lako yani leo siwezi kuita watu wangu chinga geni yoyote no. utakayemuona yuko karibu na mimi ujue huyo ni oyagen. Oyagen ni familia lakini jina la kampuni ambayo tunafanya nayo kazi sio oyagen. Oyagen ni jina la familia yeah. ni familia ya watu ambao wananizunguka palipo rafiki yangu yoyote palipo mtu wangu wa karibu hata wewe pia ni oyagen. yoyote popote alipo ni oyagen kwa sababu ni watu ni watu wetu sisi Uh, kwa timu um, kwa vitu kunategemea na upambanaji na mipango ambayo unapanga, so, street, ambayo napanda kulenga vitu ambavyo vinaleta faida so, tutachi vitu vingi. Sasa mi swali langu la mwisho kwa, kwa, kwa Samueli hapo, hivyo najua wewe ni mwekezaji sana, sasa mbona ukamchagua kaka Ibra hapo vashu, wasanii ni wengi ujue, mbona ukamchagua huu? Kitu gani ambacho ushakiona kadhani? Ah, udogo nishawekeza hapa mtaani itakuwa fresh, mbona Ibra? uh, some, uh, uh, so, ntaisema even, ntaisema na si mshikaji mwingineaaay pengine Ibra mkaamua, Ibra wasanii ni wengi sana Bongo, but why Ibra? E, Ibraah ni e, msanii ambaye ana kipaji kikubwa sana. Kipaji chake si tu sauti, pia uandishi na pia fikra, ako vizuri sana. Hata sisi kuna tumeulizo hapa kuhusu Komarok Hospital, tulifikiria kwa sababu huu ni mwezi wa mental health awareness ya wanaume, so si kwenda huko, kuna watu ambao wako mahospitali kwa sababu ya tu fikra, mawazo tofauti tofauti, ni wanaume dalili. So huko ndio tunaenda kwa, kuna wengine wako kwa, Ibra ataenda kuwatembelea pia. Ibra amepitia changamoto tofauti tofauti kufika mahali hapo, sasa hizi, so ni kitu ambaye pia Ibra atakuwa balozi wa hiyo direction. So kufika vile amefika, tumesema Ibra, tumemwambia kwa hiyo kwa Ibra ni dhahabu, ni dhahabu ambaye tayari ishasuguliwa. So sasa hivi tumeweka ni two foundation ya biashara hiyo ndio tumeweka, na kazi ambaye Ibra anakuja kuileta ndani ya, kwa sababu anakuja na mambo makubwa sana tunaona ndio tuko hapa na Sam Irene. Hii ni timu ambayo tumekuwa pamoja kwa muda, tukaelewana kwa mambo mengi, tunaweza communication yetu iko vizuri, so tunaamini Afrika Mashariki hii ni mwanzo, which umeuliza, na tuna Abra ndio brand tuko nayo. Sasa management ikiendelea, kama kuna wengine ambao watakuja, itakuwa ni discussion Ibra na sisi, kwa namna tutaendeleza hii na pia tuendeleze biashara ya muziki, kwa sababu hapo ndio mimi sana niko kwa hiyo line. Nanongeza management, nisaidie kuziongelea kampuni hizi. Kampuni zimepambana sana, zimepambana sana, kwanza yani al